Ulamaa wanamita siku ya haji ya kubwa lianna alhujjaj baada kusimama jana Arafa, wametoka na Allah wameshamsamehe dhambi yao wa yote, wanatakiwa wan, leo aende kufanya tawafu naitwa tawafu ya ziara, kama wanafanya kumtembelea nyumba ya Allah mara kwanza baada ya Mungu kumtoa kum, kum, kum, kumsamehe dhambi yao yote, imana naitwa tawafu ya ziara, yani kumtembelea mara kwanza nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nakusudia mara kwanza au ziara kwanza, baada ya Allah amsamehe dhambi yao jalla jalalo. Mzanguni wa Islamu, tunafanya leo sunna ya baba yetu Ibrahim alayhi salam. Alikuwa yeye kama unajua vizuri, ilikuwa yeye mungu kama amrisha amchinje mtoto wake kisha baada kumtekeleza amri ya Allah yeye na mtoto wake kasalimu amri ya babake na amri ya kutoka Mungu ameshinda kuchinja, Allah kamshushia kondoo kutoka mbinguni, kachinja uye ule kondoo badala kumchinja mtoto wake. Sasa hii ni sunna ya baba yetu Adam alayhisalam salam, ni qauli bali ulama, ni mtu kama na uwezo wa kufanya udhiya na hajafanya atapata dhambi na Mungu namungu katika Qur'an anasema damu nyanyama kwa Allah hafiki, lakini mcha Mungu itafika kwa Allah. Na kuchinja ni ibada. Watu wengine wanamchinjia mzimu majini manini, kufuri shirki, lakini sisi tunachinja kwa ajili ya ya Allah subhanahu. Chinjo ni ibada, matusema bismillah allahu akbar. Na mtume S.A.W anasema man dhabaha li ghairi llahi faqad ashrak, yeyote atachinja

na uhai wangu na kifo yangu mimi yu katika mkono ya Allah, kazi ya Allah Subhanahu ta wa ta'ala, siwezi kumshirikisha Allah kwa kitu kahi. Ndio nini Waislamu, sala, chinjo, uhai wako, kifo yako yuko mkono wa nani? Ya Allah Subhanahu ta wa ta'ala. Usimshirikishe mtu yoyote awe nani au nani. Zanguni Waislamu, kumtaja Allah Subhanahu wa ta'ala siku hii, siku kumi, kumi na moja, kumi na tatu ni amri, ni ibada na Allah Taala amewambia wa Waislamu amtaje Mungu Subhanahu wa wataala kwa wingi falidhalika, mtume sana anasema katika hadithi, je na kuambieni amali Allah kwake anambena mno, na Allah atakunyanyua we daraja na bora kuliko mtu kutoa dhahabu na fedha, kutoa zaka hela mali, mali nyingi hii hii ibada bora. Bora ibada gani? Na anasema kukutana na aduu zenu utapigana naye

wa mita ayamu tashriki wa janini anasema kwa ajili watu wanachinja anga nyama nyingi sana katika haji, wanatoa sadaka, lakini nyama nyingine lazima kubaki nayo wewe. Wakati unarudi nyumbani, unarudi na punda au au farasi au ngamia, unasikia, unarudi Yemen au Syria, mwezi mmoja au mwezi mbili. Kwanjani watu zamani walikuwa wanabata katika ibada haji, tabu sana wengine, wakawa meri wako bahari, mwezi mmoja mbili

yumba yumba yake utukufu Makkah na yote atakufuru, maana nini? Haendi huyu haendi, amekufuru na Mungu hana shida na na wewe na Allah kanyu ala alami. Tunakuwa Waislamu wengine, kwambia mimi najua bado nikafanya maasi kidogo kama tena, maana sio siku, na malizie maasi baadaye, taenda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maasi bako malizie. Huyu nani amekupa garantie utaishi mpaka kesho?

huyu nitakiwa afunge siku kumi siku tatu katika haj, kama Qur'ani, Mungu anasema kusura Bakara na saba, baada ya kurudi yeye kwao nyumbani atafunga saba. Mtu ambaye hana mchinjo ya haj, nyama yake kabotea siku kumi, watu wanachinja, yeye kabotea yake au meibiwa, huyu nitakiwa afunge siku kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu. Basi baada ya kurudi nyumbani ataongeza at saba. Jumla nitakiwa afunge siku ngapi?

kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, hii wote inaruhusiwa kuchinja usiku, mchana wote ruksa, isipokuwa mchana bora kuliko usiku, isipokuwa siku ya idi bora kuliko siku kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu. Lakini wote inaruhusiwa mwislamu achinje kabla hajafika siku kumi na tatu kabla ya jua kuzama. Hivi ndugu zanguni Waislamu, mtu akae mbali katika maasia katika siku huu Siku Idi watu mesaweya, mtu anafanya maasi hapana ng'ombe. Mola wako rudi kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. naslahjalni wa iyyakum yastami'una al-qawla fa fattabi'una ahsana nasaha. Natoa, kila mmoja ana msimamo yake. Yuko watu huonekana leo wamefunga watasali kesho Idi, kila mmoja ana msimamo yake, ushahidi wake yuko dhaifu au sio dhaifu, sio kazi yetu lakini waislamu waheshimiane, singilie ibada ya mtu, mtu ameridhika naye, usimkufurushe mtu, usimtukane mtu, mtu anafanya ibada kwa ajili ya Mungu. Italete baina waislamu nini nini, waislamu ugomvi, tumeshinda kukaa pamoja. Fanyeni, tuheshimiane, kila mmoja wake ana hoja lake, tuheshimiane, maana sisi msikiti wetu hapa